Hali kubwa kutokea kule Tehran, Iran, picha ya kiongozi wa Hezbollah ndugu Hassan uh, Nasrallah imeoneshwa kwa kubwa katika mnara wa Azadi, moja ya alama kubwa na maarufu zaidi nchini Iran. Kitendo hiki kimefanyika mbele ya kumbukumbu ya mwaka wa kuuawa kwake, tukio ambalo linakumbukwa sana na wafuasi wake na pia lina umuhimu mkubwa kwa siasa za Mashariki ya Kati. Mnara wa Azadi unaojulikana kama moja ya ngome za utambulisho wa Iran mara nyingi hutumika kuonesha ujumbe muhimu wa kisiasa na kijamii. Safari hii picha ya Nasrallah imeoneshwa kama ishara ya mshikamano wa Iran na Hezbola, kundi linaloungwa mkono moja kwa moja na Tehran. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kisiasa za kimataifa, wanasema hatua hii ni ujumbe kwa wapinzani wa Hezbola na Iran, hasa Israeli na Marekani kwamba ushawishi wa Naslala bado upo hata baada ya kifo chake. Aidha, tukio hili linaweza kuchochea mjadala mpya kuhusu nafasi ya Iran katika kuunga mkono makundi ya upinzani katika mashariki ya kati na namna kumbukumbu za viongozi Naslala, kama Naslala zilivyotumika kama silaha ya kisiasa na ya kisaikolojia kwa sasa picha hiyo imeenea kwenye mitandao ya kijamii ikileta hisia mseto sana kati ya wafuasi wa Hezbola na wakosoaji wa zamani wa sera za Iran. Nadhani anachojaribu kukionyesha Iran ni kwamba harudi nyuma kwa sababu kuna shinikizo la taifa fulani. Siku ya jana ali, kiongozi wake alisadiki kabisa kusema hadharani kwamba watasitisha matumizi ya nyuklia ama uzalishaji wa uh, mabomu ya nyuklia lakini siku ya leo wamekuja na picha mpya nyingine kwenye huu mnara na kuonyesha picha ya kiongozi wa Hezbollah, jambo ambalo linatoa mawazo makubwa sana ya kwamba inawezekana wanaongea mdomoni, lakini mioni mwao kuna dhamira kuu ambayo wako nayo. Kwa hiyo jambo ambalo limeenda kuhatarisha zaidi mashariki ya kati, ya kwamba inawezekana kuna picha inacholwa watu hawajui mwisho wake itakuwa ni vipi, lakini tuendelee kuwa karibu na Locha Media kwa sababu utajipatia update kama hizi kila iitwapo leo.